Alikuwa amekaa kwenye chumba chenye mwanga hafifu huku akijihisi uzito wa dunia umemwelemea. Macho yake ambayo mwanzo yalikuwa na mng'ao wa kipekee sasa yalionekana kupoteza nuru kabisa, mithili ya nyota zilizozimwa. Simanzi usoni mwake ilielezea kila kitu, ni jinsi gani moyo wake una maumivu yaliyoambatana na huzuni iliyotokana na usaliti. Akili yake iliandamwa na msururu wa mawazo ambayo yalirindima kichwani bila mpangilio, akijaribu kuchanganua taarifa mbaya kabisa ambazo zilitaka kumharibia siku yake. Alipogundua kwamba mumewe, mwenzi wake, msiri wake, alikuwa akijiandaa kwa siri kuoa mke wa pili, alijihisi kutetemeka na kujikatia tamaa. Alizama zaidi katika dimbwi la mawazo. Kumbukumbu kumbu za maisha yao pamoja zikafurika katika akili yake, vicheko, majonzi, furaha na magumu ya kila aina kwenye maisha walivipitia pamoja, lakini kwa sasa vyote vinaelekea kuwa ndoto. Kila alipowaza kwamba kwa kipindi chote hicho mumewe amekuwa fundi wa kutunga uongo na kumdanganya kwenye mambo mengi, aliishiwa nguvu kabisa, ila ndo ulikuwa ukweli halisi japo ni ngumu kukubaliana nao. Macho yake yalikuwa yanatizama chini sakafuni. Chumba kizima kilikuwa kimya, na sauti pekee iliyosikika ni sauti ya kupumua kwake mwenyewe. Moyo wake ulimuuma sana, huku vilio vilivyoambatana na kwikwi vikimtoka kila alipokumbuka maisha walioishi na mumewe, lakini pia hayo maisha mapya anayokwenda kukutana nayo baada ya mumewe kuongeza mke wa pili. Mwanamke huyo ambaye hapo awali maisha yake yalitawaliwa na vicheko na raha za kila aina. Sasa mambo yote hayo, Zulfa alijiuliza kama ataweza kupata nguvu na ujasiri wa kuishinda dhuruba hii iliyopasua moyo wake au ndo atanasa milele kwenye mtego huu wa huzuni na maumivu. Anawezaje kunifanyia haya hata baada ya mimi kujitoa kwa hali na mali kwenye kila jambo lake? Kwa sauti ya mkwaruzo na uso uliojawa na machozi, Zulfa alijiuliza na bado hakupata jibu. Wakati huo huo, Hamidu ambaye ni mtoto wake wa kwanza aliingia ndani ya chumba hicho, na Zulfa alifuta machozi yake haraka, akilazimisha tabasamu dhaifu usoni mwake. Mama, ina maana baba anaoa tena? Hamidu aliuliza, huku uso wake ukionyesha kujawa na wasiwasi. Macho ya Zulfa yalizunguka pande zote za chumba hicho kwa uoga, na kisha akautazama uso wa mtoto wake wenye wasiwasi, na akamuuliza kwa sauti ya kujihami, eti Hamidu, kwani umesikia wapi taarifa hizo? Hamidu akamjibu mama yake, nilimsikia baba akiongea kwenye simu jana usiku, na kwa jinsi alivyokuwa akijadiliana na huyo mtu, inaonekana kabisa ni jambo linalomhusu yeye. Baada ya jibu hilo la Hamidu, uso wa Zulfa ulijawa na simanzi na alijihisi maumivu makali ndani ya mtima wake. Kwa msisitizo, Hamidu akauliza tena ili apate uhakika, eti mama, ni kweli? Zulfa akajibu kwa kutikisa kichwa huku uso wake ukiwa na tabasamu hafifu, akasema, ndiyo mwanangu. Uso wa Hamidu ulikunjamana na akamuuliza mama yake, nifanye nini ili uwe na furaha mama yangu? Zulfa naye akamjibu mwanaye huku akipapasa nywele zake, kuwa mtiifu na zingatia masomo yako tu kipenzi changu. Sawa mama, nitafanya hivyo, lakini vipi kuhusu huyo mke mwingine wa baba? Naweza kukutana naye na, na kumwambia aachane na baba. Ghafla Zulfa alibadilika na kuwa mkali kwa mwanaye Hamidu. Hupaswi kuingilia kati jambo hili, kwani halikuhusu. Hili ni kati yangu mimi na baba yako wewe zingatia masomo, hayo mengine niachie mimi. Hamidu alijibu kishingo upande, sawa mama, na kisha akatoka kwenye kile chumba. Wakati hamidu anatoka, Zulfa alishusha pumzi, kisha akampigia simu binamu yake aitwaye Naomi ili kumweleza kisa kizima. Nimeumia sana Naomi, sikuwahi kufikiria kama kuna siku atanifanyia hivi. Zulfa alilia kwa uchungu. Naomi naye akamuuliza Umeshamfuata ukamweleza kuhusu hilo au bado hajui kama umegundua mahusiano yao ya siri? Sijui hata naanzia wapi binamu yangu, maana kama mume wangu angekuwa bado hajatoa posa angalau mambo yasingekuwa hivi. Zulfa alisikika akiongea kwa uchungu. Naomi naye aliongea kwa sauti iliyojaa hasira, yaani bado siamini kabisa, anawezaje kukusaliti hivyo, tena na rafiki yako wa karibu? Najua Naomi. Yaani nahisi kama ulimwengu wote umeniangukia. Pole sana kipenzi, lakini ni lazima uwe imara, hili nalo litapita tu. Kwa sauti ya utulivu, Naomi alimfariji Zulfa. Asante Naomi, kuzungumza nawe tu angalau kumenifanya nijisikie vizuri kidogo. Karibu kipenzi, niko hapa kwa ajili yako na kuzingatia tu, muhimu zaidi ni kuendelea kufanya mambo ambayo yataulainisha moyo wake. Naomi aliendelea kumfariji Zulfa, naye Zulfa akamshukuru na kukata simu. Rafiki yake Zulfa aitwaye Amina, ambaye pia ndo mke mtarajiwa wa mume wa Zulfa anayefahamika kwa jina la Abdul, alikuwa ameketi na rafiki yake aitwaye Jasmine wakijadili kuhusu swala hilo. Amina akasema, sijui nitaanzaje kumfuata Zulfa na kumwambia kuhusu hili, najihisi kama nimemsaliti vile Jasmine naye akamwambia, lazima uzungumze naye na uelezee hisia zako, ajue kila kitu. nitajaribu Jasmine, lakini naogopa urafiki wetu utavunjika. Yaani hata mtandaoni hajaposti kitu chochote kwa siku kadhaa sasa, na kama ameshaujua ukweli kupitia mume wake, basi angeshaniuliza. Lakini naogopa akilijua jambo hili bila kuambiwa na wahusika, itamvunja moyo zaidi. Amina alizungumza kwa wasiwasi wasi. Na Jasmine akamwambia unaolewa na mume wako, sio mume wake, na isitoshe nyiye sio ndugu wa damu, kwa hiyo Abdul ni mume wako, lakini pia wanaume wanaruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja, kwa hiyo huna haja ya kuanza kujilaumu. Najua mlikuwa marafiki wakubwa sana kipindi mnasoma na mlisaidiana kwenye mambo mengi sana, kwa hiyo mjue hii ndo hatima ya maisha yenu. Najua huwezi kunielewa Jasmine, ni kweli nampenda Abdul lakini najali kuhusu moyo wa rafiki yangu pia. Hayo yalikuwa ni maneno ya Amina na Jasmine akamjibu sawa, zungumza naye mapema kabla muda haujaisha. Amina alichukua simu yake, lakini hakuwa na ujasiri wa kumtumia ujumbe Zulfa. Jioni ya siku hiyo Abdul alirudi nyumbani na mkewe Zulfa akamkaribisha akiwa na uso wenye mchanganyiko wa huzuni na wasiwasi vile vile. Karibu mume wangu. Zulfa alizungumza kwa sauti ya kinyonge iliyojaa wasiwasi. Abdul alimtazama Zulfa kwa kumdadisi na akamuuliza, Unaonekana umechoka mpenzi wangu. Una shida gani? Zulfa alilazimisha tabasamu kwenye uso wake na akasema, Hakuna kitu mume wangu. Nipo sawa tu. Abdul akamuuliza tena siku yako ilikuwaaje Zulfa alishtuka macho yake yakitoka na machozi na akajibu kwa mkato ilikuwa sawa Abdul alipandisha miguu yake juu ya meza huku akimkazia macho Zulfa akamwambia mpenzi naomba nisaidie kukanda miguu yangu uso wa Zulfa ulilainika ghafla na akatabasamu huku akipiga magoti kando ya mumewe Macho yake bado yalionekana yenye huzuni. Vidole vyake vilaini vilichezacheza kwenye ngozi ya miguu ya mumewe ikimkanda taratibu kwa utulivu. Kumbukumbu -kumbu za maisha yao ya nyuma zilipita kwenye kichwa chake. Akakumbuka utani, vicheko na yote waliofanya pamoja na mumewe. Akiwa ndani ya dimbwi la mawazo, ghafla macho yao yaligongana na wakajikuta wamesema kwa pamoja. Tunahitaji kuzungumza, walisema maneno hayo huku macho yao yakiwa yametawaliwa na wasiwasi. Abdul alimwomba Zulfa aanze kuzungumza, lakini Zulfa akamwambia, tafadhali mume wangu, anza wewe. Zulfa alisema kwa sauti ya kunong'ona. Abdul alitabasamu, akaweka sawa koo lake, kisha akamshika mikono mkewe Zulfa na kuanza kuzungumza. Sijui niliweke vipi hili ili usinielewe vibaya mke wangu Zulfa. Lakini nataka utambue kuwa nakupenda sana. Abduli alizungumza maneno hayo akijihisi ni mwenye hatia na kwa upande wa Zulfa uso wake ulijikunja kwa maumivu wakati akisikiliza maneno hayo kutoka kwa mumewe. Unanipenda sana. Zulfa alitamka maneno hayo kwa jazba. Hapa sasa Abduli mwenyewe alichanganyikiwa kwani alikuwa na kazi ya ziada ya kumtuliza mkewe. Mke wangu nisikilize tafadhali, sitaki kukuona ukilia. Abduli, tafadhali, usiseme chochote ambacho unajua kitauumiza moyo wangu, maana hapa tayari unavuja damu. Zulfa alizungumza akiwa anatetemeka, uso wake umejikunja na anabubujikwa na machozi, kisha alitoka hapo akaelekea chumbani. Muda mchache baadaye Hamidu aliwasili akitokea shuleni na alimkuta baba yake bado yuko pale sebuleni akamwita baba, kwa macho ya huzuni. Abduli naye akamuuliza unaendeleaje mwanangu. Baba unaonekana umechoka, Hamidu aliuliza akiwa na wasiwasi. Usijali mwanangu, vipi, kuna jambo lolote mama yako amekwambia? Abduli alimuuliza mwanaye kwa macho ya kudadisi. Hamidu naye akajibu kwa kutikisa kichwa, hapana baba, na akatoka hapo kwenda jikoni kuchukua vyombo vichafu avioshe. Wiki moja kabla ya harusi, Abduli alimleta Amina nyumbani ili kufanya utambulisho rasmi. Amina aliketi akitazamana uso kwa uso na Zulfa, wakati Abduli aliketi kando ya Zulfa. Kichwani mwake Zulfa akawaza, kitu pekee ninachotamani kusikia ni kwamba haya mambo yote yanayoendelea hapa ni ndoto. Hivi kweli Nitawezaje kustahimili mimi? Zulfa aliwaza yote hayo akiwa ameshika tama. Kwa upande wa Amina ambaye alikuwa rafiki wa siku nyingi wa Zulfa, yeye alijiona mkosaji sana mwenye hatia. Utanisamee Zulfa, hili jambo lipo nje ya uwezo wangu. Sikuwahi kutamani kuolewa na mume wako, lakini nahisi ni hatma ambayo siwezi kuikimbia. Ukweli ni kwamba hata mimi nampenda Abduli. Amina aliwaza yote hayo akiwa anatazama chini kwa aibu, hakuweza kukutanisha macho yake na Zulfa. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi ya Mke Mwenza. Je, unajua ni nini kinafuatia? Usikose sehemu ijayo, lakini pia hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata sehemu inayofuatia. Vilevile vile usisahau kulike na kushare kwa watu wako.